Leo hii watu wanatubishana ofisini. We mtu mkubwa umezini bwana. Kutoa ofisini bwana. Usirudia tena. <laughs> Dhambi ya kutubu siri siri haitoki. Haitoki. Ngoja niongee na ninyi wengine, mmeshatubishwa siri zina na wachungaji hapa, hiyo dhambi haitoki. Ndio maana kuomba huwezi, huduma yako imekufa, hata kuimbisha huwezi, hata kushuhudia unashindwa, maana hujatubu kwa Yesu, umepokea kitubio, dhambi haitoki. Haitoki dhambi mpaka iaibishwe hadharani. Dhambi sipoaibishwa haitoki na ndio maana Yesu alivuliwa hadharani, watu walipomtazama wakamwona Yesu anaaibika, lakini Biblia inasema akafanya mkogo, kwa sababu alijua ile aibu ni dhambi na adhirika na kuangamia na kuondolewa nguvu yake. Nisikilize Mtanzania, Yohana akaendelea na mahubiri yake pale Yordani, na Biblia inaniambia hatimaye akamwona mtu

Roho na kwa moto. Hey! Haleluya! Mpe Yesu makofi, watu wa keko! Glory be to God! Bibilia inaniambia Yohana alisimama kubatiza, akashituka, akawaambia mkutano, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu akapiga kelele tena, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Ndipo Bwana Yesu akamsi ambatiza Yohana akakata, lakini Bwana akamwambia, nibatize kubali, ili tuitimize haki yote. Yohana bibilinakinyambia akamkubali akamkubali akamkubali akamkubali akambatiza Alipombatiza katika maji mengi. Tafadhali tumeamua kuhubiri upentekoste, anayekasirika akasirike ayamwe, mwepentekost pricha bwana. Mimi ni mhubiri wa kipentekoste bwana, siwezi kuwa mnafiki.

wakasema tubuni, mkabatile hawa kuhubiri vyumbani. Oh, tumeelewa, mahubiri mengine tuliyafanya ya siri, ndio maana shetani ametuingiria anatuharibia kanisa sasa. Tumeamua kuhubiri hata pentekoste viwanjani, viwanjani. Haleluya, mpe Yesu makofi! Mtu wakeko mwanga, mpe Yesu makofi! Biblia inaendelea kuniambia ya kwamba Yesu alipobatizwa akaenda nyikani akajaribiwa na Ibilisi siku arobaini yuko kule. Alipotoka jangwani akarudi, akaanza kazi yake. Nisikilize, kwa nini nimesimulia haya? Kwa sababu mmoja, ninataka uelewe na nikuonyeshe jinsi ambavyo Yesu na Yohana Mbatizaji walivyokuwa jirani sana na jinsi ambavyo Yohana Mbatizaji alimfahamu Yesu kupita kawaida. Lakini wakati Yesu anaendelea kuhubiri na Yohana akiendelea kubatiza, mtu wa haki, Yohana alikuwa jitu la haki, nabii. Halafu Herode Antipa alikuwa na roho mbaya kama ya Herode mkubwa, baba yake aliyechinja watoto wote viungani mwa Yerusalemu. Yule bwana alikuwa na roho mbaya, akaondoka akaenda jimbo la kule juu kaskazini kwa mdogo wake Filipo. Filipo alikuwa na mke mzuri, Antipa akaenda kumnyang'anya Filipo mke wake. Yohana akasikia habari hii, likaondoka likaingia ikulu ya Herode likamwambia wewe kama mfalme uliyewekwa na Mungu, si halali kupokonya mke wa mtu. Herode Antipa akakasirika, akamtea jela Yohana Mbatizaji. Hapa ndipo penye ujumbe ambao nataka nikulete jioni, juoni ya leo. Unajua, kinachipuka kitu kimoja cha maana sana, Nisikilize kwa makini, ambacho kinawatesa watu, na wengine wanakunywa hata sumu, na wengine wanajirusha hata kwenye maghorofa, anajidondosha, anakufa, na wengine wanaamua kutoroka mke wake na watoto, anakwenda mbali, wengine wake na mwake wameamua kutupa hata watoto, kwa sababu ya jambo hili lililompata Yohana. Nisikilize, ni jambo gani jambo ambalo lilimpata Yohana lilikuwa ni hili, matazamio aliyokuwa nayo yaliposhindikana. Hebu mwambie jirani yako, matazamio yako ni nini? Hebu muulize hilo swali, matazamio ya maisha yako ni nini? Hebu muulize hivyo. Mnanielewa hapo? Nataka nielewe, sitaki kulipua, nataka nielewe. Sikiliza mpendwa, katika mambo ambayo yananifanya nilia machozi ninapohubiri habari za mtu huyu wa Mungu ni pale ninapomwona Yohana mbatizaji yo. Yuko katikati ya mashaka baada ya matazamio yake kushindikana, imani inamtoka miujiza na utendaji wote wa Yesu anasahau, ahadi zote za Mungu anazisahau, na uwezo uliowakokota watu ra spika alipokuwa mtu Yorodani anausahau na ngove iliyomfanya ishi jangwani miaka karibu thelathini, akila nzike na asari anaisahau. Yuko katikati ya mashaka na ninamwomba Bwana akusaidie. Uko katikati ya mashaka kama Yohana Mbatizaji. Herode Antipa amemtia ndani Yohana. Nisikilize, Yohana alikaa katika jela ya Herode mwaka mmoja na miezi minne. Unaposoma kwa haraka huwezi kuona muda, lakini wanatheolojia tunayachunguza mambo. Alikaa mwaka mmoja na miezi mingapi? Minne. Yote hii akimungoja Bwana Yesu, akingojea matazamio yake na tazamio lake kubwa lilikuwa ni hili: Yesu atakaposikia mara moja niko gerezani, ama atakuja sema neno nitoke ama atasema huko huko nitoke gerezani. na kwambia Yohana hakuamini kama angekaa jera mpaka akatwe kichwa, hakuamini. na kwambia hakuamini. na kwambia, Yesu akafuruliza kuhubiri, Yohana yuko jera, wanafunzi wa Yohana wakawa nakuja kumtazama kurejera wakitoka kwenye mikutano ya Yesu. Wanaporudi bila shaka aliwauliza, vipi habari za huko? Wanatoa shuhuda eh, leo kipofu ameona, leo yule mtoto wa naini alikuwa amekufa amefufuliwa, eh, leo mazaro alifufuliwa. Yeye hayo hayakuwa kitu kwake. <laughs> alikuwa anangojea ngojea ya kwamba na Yesu amekusalimu hamuna hasikii, uh! wala amesema kesho kutwa atakuja akuone, hamuna. uh! akasema labda kesho kutwa, wakaenda. Wamekuja tena akasema leo alitembea juu ya bahari, leo tulidishwe kwa mikate mitano. uh! anasikiliza, aone ni kitu gani cha kumuhusu yeye kwenye mateso yake, hamuna. Yohana akafikia mahali akamwita mojawapo wa wanafunzi wake, kamwambia, njo hapo. Kamwambia, se yeye ni yule ajaye au tumtazamie mwingine. Kamuulize, ni yule ajaye au tumtazamie mwingine? Amevunjika moyo, amekata tamaa. Hilo swali halimaanishi ya kwamba Yohana alisahau. Maana ya swali hilo ni hii, kamuulizeni hivi, vipofu na viwete na vilema ni bora kuliko mimi niliyemtambulisha duniani, kweli ebu, eh? Kamuulizeni swali likamfikia Bwana Yesu. Yesu hakumwambia neno, akamwambia wale watu, wajumbe, kamwambieni Yohana munayoyaona na kuyasikia, yani yale yale yaliyomkwaza Yohana yeah. uh!

maana yake nini? maneno hayo ya kwamba kamwambi yeni munayoyaona, na yale hawa kuanza, siku ile aliyaona na yeye Yohana nalio aliendelea. Mana yake kamwambii yeni, Yohana, mimi ni yeye yule, sibatiliki wala sitishwi na mazingira wala sitishwi na mambo magumu jukumu kwake kwangu ni mepesi Ile jera ambayo imemtesa na kumweka mashakali kwangu si kitu, maana mimi ni mtoaji wa uzima, ni yeye yule, jana na leo na hata milele. Kamwambieni akasema tena, heri mtu yule asiyechukizwa <laughs> <laughs> nami. Maana yake Heri mtu yule asiyechoshwa na mipango yangu. Heri mtu yule asiyechoshwa na taratibu zangu. Heri mtu yule asiyechoshwa na kalenda yangu. Nisikilize mpendwa, nataka nimalize kwa nini nimekuletea maneno haya, na Roho Mtakatifu amesema nami sana juu ya maneno haya. Nisikilize, katika kizazi cha leo wako watu ambao wamevunjika moyo kwa sababu ya matazamio yao, nisikilize, kuto kufanikiwa. Wako wafanyabiashara ambao wamevunjika moyo mpaka wakaamua kuwa wapagani, kumwacha Mungu na kuingilia ushirikina, mpaka wakatoa kafara za watoto wao kwa sababu ya mafanikio ya matazamio yao kuto kufanikiwa nisikilize. Mfano, mfanyabiashara unapata milioni moja kama mtaji, unajaribu kuuzungusha, unashangaa unapomaliza tripu ya kwanza una laki saba, moyo unakuuma. Unajaribu tena tena, pamoja na maombi, unapozungusha unashangaa unabakiza laki tatu na nusu. Unajaribu tena, unashangaa una elfu hamsini. Halafu tena ile nu, laki, nusu milioni ya kwanza ulikopa, ulikopa, ulikopa, unaanza kudaiwa na mtu yule, anakufungulia kesi mahakamani, unadaiwa. Ndugu, unadaiwa papo hapo. Siku za leo gharama ya kusomesha watoto, una watoto wawili wanasoma sekondari, ada hamsini elfu kila mmoja, laki moja, na huna na watoto wamesimamishwa shule. Baba, ada hakuna. Uhuhu. kule unadaiwa Awatoto wamesimama mule ndani, unatazama fanicha zako pamoja na ndoo na vitanda mpaka na viatu, ukiviuza vitaishia laki moja na nusu. Matazamio yamevunjika vunjika. Nataka nikuambie mtu huyu, kama hata mkumbuka Yesu, hata kunywa sumu, hata kunywa sumu Mana alipo anza ameweka mipango milioni moja, nikizungusha faida milioni moja na nusu kinyume chake, laki saba, tena laki tatu unusu, tena hamsini elfu na kesi juu, na watoto wamefukuzwa, na chakula hakuna nyumbani, kuhama hakuna nauli ya kusafirisha watoto kwenu, ni mara wako watu wamechanganyikiwa, anaamua kuvuta bangi, anaamua kujifanya kichaa, anaanza kula madawa ya kulevya. Nataka nikupe tumaini: Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Biashara imegoma, mambo yote yamegoma, Yesu hajagoma. Ukimtumaini atakushika mkono, atakuinua, atakuponya, atakuokoa, atakuokoa, atakuokoa. Nimewaona wasichana wamekunywa sumu, wengine wameambua kuwa wapagani baada ya tumaini yao kuharibika alichumbiwa na kijana fulani kule kanisani, halafu kijana yule anatoa hata na posa. Anapotoa posa, alafu gafra eh, maana huyo kijana alikuwa na kabieikamoja ka, ka, ka, ka, ka bie, ikamoja, kachuo kikuu cha Dar es Salaam, halafu na wewe ni la saba. Alichanganyikiwa alipokuwa unaimba sana mm -hmm. Akachanganyikiwa gafra, anakutana na mtu mwingine ametoka IDM hey, anawaka moto kuliko wewe. Anasema, lo, nimeona kitu kingine. Nakwambia, samahani dada, hata ile posa msinirudishie. Hey! binti huyo ambaye alishaanza kujenga na nyumba ya ghorofa katika mawazo, alishaanza kununua makochi katika mawazo yake, kwa sababu ya kuangalia kipato cha yule mchumba. Je, atabaki vipi? anachanganyikiwa Matazamio yakishindikana unaweza kuangamia, lakini nataka uelewe, Yesu Kristo ni mchumba wako asiye badilika, asiye badilika, asiyeshawishika. Yesu ni mchumba asiyeshawishika, asiye na mume mwingine na mke mwingine. Tumeposwa, nmahari alilipa Golgota kwa njia ya damu yake. Amekwenda kuanda harusi ya, ke, kwenda, kwenda arusi ya kondo, na atakapo kuja tutaolewa naye tutaolewa naye. Mpe Yesu makofi na, na vigelegele. China la Bwana libarikiwe, cina la Bwana libarikiwe. Matazamio ya maisha yako nini Matazamio yako ni nini? Labda umekuwa mgonjwa, umekuwa mgonjwa, ukaenda hapa mna hospitali ya rufaa Muhimbili, maprofesa wakapima, wakasema hatuoni kitu, lakini maumivu yanaongezeka. Unakwenda kwa wagango wa kienyeji, wanapiga bao, wanakwambia shangazi yako anakuroga. Unaamua kuto kumsalimia shangazi bado magonjwa yanaendelea pamoja na kutokumsalimia shangazi, pamoja na, kumsal, na kumchukia mjomba bado mateso yanaendelea, bado mateso yanaendelea. Unazunguka, unazunguka, unazunguka, unamaliza pesa yote, unafirisika, unakosa hata suruali ya kuvaa. Ulitazamia kupokea uzima na sasa uko hoi mahututi kitandani. Nimewakuta watu, anasema heri kufa na wajirani wanaanza kusema heri yafe akapumzike. Nataka uelewe hakuna kupumzika kwa kifo cha mwenye dhambi, hakuna kupumzika kwa kifo cha mwenye dhambi. Nataka nikuambie jioni, jani leo huna sababu ya kujitakia kufa. Yesu Kristo ameshinda kifo, habadiliki, habadiliki, habadiliki wa Tanzania kupiga makofi kwa Yesu asiye badilika, asiye, asiye na kigeugeu. Hey, matazamio yako ni nini? Matazamio yako ni nini? Wako watu wengi wamevunjika moyo, wamekata tamaa, maisha ni machungu, kila napolala usingizi hakuna maana. Mipango kila mpango anaofanya anapata bara, kila analokifanya anapata bara, anatibiwa huko hapo ni kile unachojaribisha, hamna msaada. Na jamii wanadamu hawana msimamo. Wakiona wamekusaidia sana, wala huponi, wanakususia. Wanaanza kukusalimia tu, vipi leo, wanaendelea. Unasema ah, nipo tu. Oh, haya, sante, jipe moyo, wanakwenda. Mwanadamu hana msimamo, ndugu. Wakati ukiwa na afya, atakuchochea, atasema, bwana twende, ba bwana twende huko Msichana, sisi ni maendeleo. Sasa unaonaje disco, eh? Ngoja dumuzi kuingie. Unaijua dumuzi ya wanadamu ukimwi ni dumuzi, inadumua taratibu, mtu anapungua kilo. Huku anakula kilo zinapukutika huku anakula kilo zinapukutika huku anakula wakikuona tayari nywele zimeshakaa halafu na mifupa imeshajitokeza wanaanza kusema, mnamuona mwenzenu, wote wanakukwepa Wat...